Hatua ya rais Donald Trump ya kuamuru mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Venezuela na kumkamata rais Nicolas Maduro imezua mjadala mkubwa wa kimataifa kuhusu uhalali wa kisiasa, kisheria na kimaadili wa hatua hiyo. Makala hii inachambua kwa kina tukio hilo, ikithamini misingi ya kisheria za kimataifa, haki za binadamu na athari za kisiasa na kijamii kwa Venezuela na dunia kwa ujumla. Mnamo Januari tatu elfu mbili na ishirini na sita Rais Donald Trump alitangaza kuwa Marekani imefanya shambulio kubwa dhidi ya Venezuela na kumkamata Raisi Nicolas Maduro pamoja na mke wake, Cilia Flores. Operesheni hiyo ya kijeshi ilifanyika baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati ya Marekani na utawala wa Maduro, ambapo Marekani ilimtuhumu Maduro kwa kuendesha narco state na kuvuruga uchaguzi wa mwaka uliopita. Je, Hatua hii ni halali kisheria? moja. Sheria za kimataifa, mkataba wa umoja wa Mataifa, UN Charter unakataza matumizi ya nguvu dhidi ya nchi nyingine isipokuwa kwa kujilinda au kwa idhini ya baraza la usalama wa umoja wa Mataifa. Hakuna ushahidi wa kuwa Venezuela ilifanya shambulio dhidi ya Marekani wala hakuna taarifa kuwa baraza la usalama lilitoa idhini ya mashambulizi hayo, hivyo kwa mujibu wa sheria za kimataifa hatua ya Marekani inaweza kuonekana kama ukiukwaji wa mamlaka ya taifa huru. Mbili, mashtaka ya uhalifu wa kimataifa. Marekani imemfungulia Maduro mashtaka ya narco terrorism, ikidai kuwa halihusika katika biashara ya dawa za kulevya na ufadhili wa ugaidi. Hata hivyo kumkamata kiongozi wa taifa bila mchakato wa kimataifa kama vile kupitia mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, kunaibua maswali kuhusu uhalali wa kisheria wa hatua hiyo. Athari za kisiasa na kijamii. Moja, kwa Venezuela, kukamatwa kwa Maduro kunaweza kuleta mabadiliko ya uongozi, lakini pia kunaweza kusababisha machafuko ya kisiasa na kijamii. Kuna hofu ya mapambano ya madaraka, machafuko ya kirahia au hata vita ya wenyewe kwa wenyewe. Mbili, kwa Marekani, hatua hii inaweza kuonekana kama ushahidi wa sera ya uingiliaji wa Marekani katika masuala ya ndani ya mataifa mengine. Inaweza kuathiri uhusiano wa Marekani na mataifa ya Amerika Kusini, hasa yale yanayopinga siasa za Marekani. Tatu, kwa jumuiya ya kimataifa, tukio hili linaweza kuweka mfano hatari kwa mataifa yenye nguvu kutumia nguvu za kijeshi kwa maslahi yao binafsi pia inaweza kuchochea mjadala kuhusu marekebisho ya sheria za kimataifa kuhusu uingiliaji wa kijeshi. Maadili na maoni tofauti. Wanaounga mkono hatua ya Trump wanasema ilikuwa muhimu kumaliza utawala wa kidikteta na kuleta demokrasia Venezuela. Wanaopinga wanahoji kuwa hata kama Maduro alikuwa dikteta, njia ya kumwondoa haipaswi kuwa ya kijeshi, bali ya kidemokrasia na kupitia taasisi za kimataifa. Je, ni sahihi Trump kumkamata Maduro? Jibu linategemea mtazamo wa kisheria, kisiasa na kimaadili. Kisheria, hatua hiyo inaonekana kuvunja sheria za kimataifa. Kisiasa, inaweza kuleta mabadiliko au machafuko. Kimaadili, inazua mjadala kuhusu haki ya taifa moja kuingilia mengine. Hivyo ni suala tata linalohitaji mjadala mpana wa kimataifa.